Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1991 katika dhana nzima ya mara tu baada ya watu wawili kushindwana na kuamua kupelekana mahakamani kwa ajili ya talaka, mgawanyo wa mali pengine na machuzi ya wa watoto kama wanao, basi mahakama inapofikia kwenye kipengele cha kugawana mali, wanagawa mali kwa kila mmoja kutokana na mchango wa kila mmoja wa mali husika ndio maana utaona mmoja anachukua asilimia sitini, mwingine 40%. Au mwingine anachukua 70%, mwingine anachukua 30%. Hizi asilimia maana yake ni baada ya mahakama kujiridhisha pasina shaka kutokana na maelezo ya kila mmoja kuhusu mali husika. Kwa hiyo mahakama inagawa kutokana na mchango wa kila mmoja uliotumika kwenye mali husika. Kwa mfano wanandoa hawa katika ndoa yao muda wote walifanikiwa kupata mali ambayo ni nyumba. Wanapoamua kuachana na kugawana mali, kila mmoja atazungumza mchango wake kwenye ujenzi au upatikanaji wa nyumba husika. Hapo ndipo mahakama inafanya maamuzi, wewe asilimia fulani, wewe asilimia fulani lakini kwenye dhana hii hii tunapokwenda kuhama kuizungumzia katika mstakabali mzima wa mirathi, ndipo changamoto inapoanzia hususan anapofariki mwanamme. Kwa nini changamoto inaanzia hapa? Wakati wa mgawanyo wa mali, mwanamke na mwanamume wanakuwepa mahakamani na kila mmoja anapata fursa ya kujielezea, lakini wakati wa mirathi nimesema hususan anapofariki mwanamume, ina maana ndugu na mjane ndiyo wanakwenda kujadili dhana nzima ya mirathi, na hapo ndipo wajane wengi wanapata changamoto, wanatoa machozi. Na ndio mada yangu itajikita hapo, changamoto zinazowakabili wajane. Tumzungumzie mjane ambaye ameachwa na mume wake, ameacha mali na walifanikiwa kupata mtoto. Wakati mjane huyu akiwa na tafakari, yeye na mwanaye, wanaibuka watu, wanaibuka ndugu na kumtambulisha watoto wengine ambao marehemu mume wake alizaa, alipata hawa watoto alifanikiwa kuwa na mahusiano na mwanamke mwingine, wakapatikana hao watoto. Wanaweza kuwa wawili, wanaweza kuwa watatu, anaweza kuwa mmoja. Utamu huko hapa. Kwenye sheria ya mirathi, kila mtoto ana haki ya kurithi aidha kwa baba yake au mama yake. Kwa hiyo kwenye, kwenye mchakato huu sasa, huyu mjane anajikuta anaambiwa kwamba kwa mchakato huu warithi halali wa marehemu mume wako ni wewe mjane huyu, mwanao mtoto so wa marehemu na hawa waliokuja ambao na wao ni watoto wa marehemu, ndipo mgogoro unapoanzia. Lakini mgogoro huu ni matokeo ya wawili hawa kuto kujiandaa, kutokuwa wazi kwenye mahusiano hususan wanaume. Kwa sababu mwanamke hawezi kuhisi kwamba mme wangu amezaa, isipokuwa wewe baba ndio unatakiwa umwambia mke wako una watoto sehemu fulani. Nini kinatokea? Kiko hivi, baada ya mchakato wa mirathi kuisha, ikatokea pengine marehemu ameacha kajumba haka kamoja, achana na mamali mengi. Nataka nikupe mfano mzuri tu kajumba haka kamoja ina maana hiyo nyumba ni mali ya huyu mjane ambaye ni mke wa marehemu, ni mali ya huyu mtoto wa huyu mjane mke wa marehemu, na wale watoto wengine ambao huyu baba aliwazaa nje ya ndoa, kwa kama walikuwa watatu. Kwa hiyo hapo warithi wale wa marehemu ni watu wangapi? Watano. Wanne mini wale watatu, yeah. Mjane wanne, na mtoto watano. Hawa wote kisheria kwa mujibu wa sheria ya mirathi ni warithi halali wa marehemu. Hebu pata picha. Huyu mjane ni mama wa miaka 69, 70, 75. Hiyo nyumba ndio nyumba ambayo yeye na mume wake walipambana. Huyu akipata kidogo inaingia kwenye ujenzi. Huyu akipata kidogo inaingia kwenye ujenzi tena pengine ya baba nyingi ilikuwa inakwenda kule, kwa hiyo mwanamke ambaye alizaa naye watoto kwa siri. Kwa hiyo kumbe kuna nguvu kubwa pengine huyu mama aliingiza kwenye harakati zote za ujenzi wa hii nyumba.